Akili hata kama najua wachungaji watachukia. Hivi hamshituki? Yani wewe tukuombee upate gari, mimi mchungaji mnichangie? Sasa kwa nini mimi nisipokelee hapa? Madhabahu si ndo lianzie kwangu? Mimi nikiwaambia ukweli mnachukia, mnasema hana hekima. Potelea pote, lea, pote. Lakini tuwazindue mnaowaibia, tuwambie ukweli, tuwambie ukweli, watu wafanye kazi. Biblia inasema siyefanya kazi na asire na, Biblia inasema Mungu atabariki kazi za mikono yetu. We unakaa kanisani kila siku kutoka asubuhi mpaka jioni na mkanyaga shetani, na mkanyaga shetani Unafikiri ukimaliza kumkanyaga utamgeuza supu? Watoto wako wanahitaji chakula. Kanyaga shetani masaa kadhaa, nenda kakanyage kazi, rudi kanyaga shetani, nenda kakanyage kazi. Yaani maombi na kazi. We unasoma shetani, alilipa nani? Yesu alilipa kodi kwa kutuma watu wakavue samaki, alikosaje tu kusema kodi njoo Mwangalie jirani yako, mwambia umechukia, mwambie, huo ndio ukweli, amna cha kupindisha, fanya kazi. Ndio maana niwaambie wachungaji, pangeni muda mzuri, ibadi itaanza saa ngapi, itaisha saa ngapi. Muache watu wakafanye kazi. hakuna miujiza hapa miujiza kwamba watu watapokea hivi hivi. Miujiza ndani ya kazi, kwamba ukipika mandazi mu, mu, Yesu alete wateja yaishe, ukiulima upate mazao upate, ukifungua duka makastomers waje. Hiyo ndio miujiza Mungu anafanya, kukuletea customers. Lakini sio mtu unakaa kwa, kwa, kwa, kwa kwenye TV unaangalia, unategemea hela zitakuja hapo. Muulize jirani yako, unafanya kazi gani hapa maua? Au ndio unawe mkanyaga kanyaga shetani shetani? Tutamkanyaga, tutamkanyaga tukiwa dukani, tutamkanyaga tukiwa shambani, tutamkanyaga tukiwa tunafanya kazi, tutamkanyaga huku tunachakalika, tutamkanyaga. Unakaa tu ni kama wale wa mabinti, naomba Mungu anipe mume, unashinda nyumbani.